Maafisa wa huduma kwa wanyamapori KWS wamemuua simba katika sehemu ya Isinya mapema asubuhi ya leo baada ya kutoroka mbuga ya kitaifa ya Nairobi na kuanza kusumbua wenyeji. Kwa mujibu wa naibu mkurugenzi wa KWS, Julius Cheptei, maafisa wake walimuua simba huyo kwa bahati mbaya baada ya kumvamia mwendesha pikipiki, jambo ambalo haliendi sambamba na picha ambazo tumezipata. Makina Maswa anaarifu kwa kina. Hii ndio hali ilivyokuwa asubuhi ya leo pale simba huyo alipotoweka katika mbuga ya kitaifa ya Nairobi hadi kuingia katika mtaa wa Isinya na kuzua wasiwasi wasi miongoni mwa wenyeji. Na muda mchache baadaye <tipulia> maafisa wa ulinzi wa wanyamapori wa KWS walijulishwa na kufika kukabiliana na simba huyo, lakini la kushangaza ni kumuua papo hapo <tipulia> hatua hiyo ilitokana na simba huyo kumjeruhi mhudumu wa bodaboda katika sehemu ya Isinya, ambaye kwa sasa anaendelea kupokea matibabu katika hospitali ya Isinya. simba ilipoinuka ikataka kutoka, uh, watu wakitoroka, basi simba ikawa anatokea njia hiyo, ndio ikapata mtu mmoja ambaye jina yake anaitwa Evans Mburu Murigi is aged i think 27 years, uh, akiwa kwenye pikipiki akijaribu kijaribu, ndio simba ikamgonga kwenye mgongo. Baadhi ya wenyeji mtaani Isinya waligadhabishwa na hatua wa iliyochukuliwa na maafisa hao kumuua mnyama simba ambaye anaenziwa siku hizi, hasa baada ya kubainika kwamba katika siku za hivi karibuni idadi ya simba kwenye mbuga imeonekana ikishuka. Mimi nasikia mbaya sana kwa sababu badala ya hao kudisable mnyama na kurudisha huko kwa park walipiga na kawakaua, na tena pia kukaa kwa hiyo muda mrefu, kutoka asubuhi mpaka saa hizi. They need to up their game. Kumekuwa na madai ya uchafuzi wa mazingira eneo la South Sea. Ujenzi wa miundo msingi kama reli na makazi kupelekea wanyama kuondoka porini. usiwe jiko nje na mahali ilipata hiyo, kuna mahali pipe ilikuwa imepatika, imevunjwa ime sometimes back, na bypass ikawa inatengenezwa, ikawa imezuia hiyo sehemu kutotengezwa. Kwa kawaida binadamu hufurahia kutembelea mbuga za wanyama. Na siku za hivi karibuni, wanyama nao kuelekea maeneo ya makazi ya binadamu imekuwa chanzo cha hofu na ghadhabu kote nchini. Mark na Maswa, KTN News.